Anaitwa Dkt. James Justin Msigwa, natokea hospitali ya rufaa ya Iringa. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya pua, masikio na koo. Tupo hapa Njombe, lakini pamoja na, na mimi pia kuna madaktari wa kada nyingine, madaktari wa watoto, madaktari wa kinamama, madaktari wa magonjwa ya ndani, madaktari wa upasuaji na wengine tutakuwepo hapa Njombe kwa muda wa, wa wiki moja kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa na bingwa na kibingwa bobezi. Tunatarajia kuwaona wagonjwa tunatarajia kuwaona wagonjwa, kuatibu, kufanya upasuaji aa, na matatizo mengine ambayo tutashindwa kuyatibu hapa, basi tunaweza kuwapa rufaa uh, lakini tunatarajia aa, kutoa huduma nzuri kwa, uh, kwa wagonjwa wa eneo hili eneo la Njombe katika fani nilionayo mimi uh, kama daktari bingwa wa matatizo ya masikio pua na koo. Uh, hii ina, ina, inajumuisha matatizo ya masikio. Kuna watu ambao wanauma masikio hawasikii masikio wanauma hao, tutawapa huduma, lakini pia matatizo matatizo ya njia ya upumuaji kuna watu wenye shida matatizo ya upumuaji, kukoroma, aa, uvimbe hao pia tutatoa tuta, tuta huduma, lakini pia wako ambao wana matatizo ya, matatizo ya ya ya koo ya, ya hawa ni wale watu ambao pia utaona wanakoroma usiku aa, watu wenye shida ya upumuaji wote hao tutawapa tuta, tuta huduma katika kipindi cha wiki moja ambacho tutakuwepo hapa mkoa wa Njombe. koroma usiku ni tatizo. Kukoroma usiku ni tatizo, hutakiwi kukoroma. Kukoroma usiku uh, ni tatizo. Kwa hiyo ni lazima ufike tukufanyie uchunguzi tuweze kuona chanzo ni nini. Kukoroma usiku ni tatizo. Malengo yetu, malengo yetu ni kufikia idadi uh, kubwa iwezekanavyo kufikia idadi kubwa iwezekanavyo kwa watu uh, wa mkoa wa Njombe. Kwa hiyo tunatarajia kuona As much as possible kwa watu wote watakaofika katika, uh, katika eneo letu. Mimi naitwa Dr. Robert Masele Kaimu Alemo. Uh, tunaishukuru serikali ya awamu ya sita ya uh, Mama Samia Suluhu Hassan kwa ujio huu wa madaktari bingwa na bingwa bobezi. Kama mkoa wa Njombe tumekuwa tuna nufaika sana na hii sio mara yao ya kwanza kuja, na wamekuwa wakija kwa ajili ya kuboresha huduma na kuwajengea uwezo watumishi wetu waliopo kwenye vituo vya kwetu vya kutolea huduma na niseme maeneo ambayo yamekuwa yakitupa changamoto sana na kwa ujio huu wamekuwa ya yakitusaidia ni eneo la afya ya uzazi wa mama na maeneo magonjwa ya watoto na sehemu za watu wanaopata ajali. Tumeona kwa upande wa kina mama changamoto zinazotokana na kujifungua, sehemu kubwa madaktari wanaokuja wanajengea watu wa huduma wetu wanaofanya hizi operesheni, kwa hiyo kiasi kubwa hata vifo vinaona vinapungua. Tumepokea yeah, jumla ya madaktari tumepokea jumla ya madaktari 38 wakiongozana na wauguzi mbobezi. Kwa hiyo kila halmashauri itapata jumla ya seti saba na watafanya kazi kwa siku sita kuanzia leo Jumatatu mpaka Jumamosi. Kwa hiyo tunaomba wananchi wa mkoa wa Njombe wajitokeze wenye changamoto mbalimbali mbali, waweze kusaidiwa kupitia hawa madaktari waliofika mkoani kwetu. Kwa majina anaitwa Paskalina Endrew nafanya kazi Wizara ya Afya, nipo Idara ya Afya uzazi mama na mtoto Aa, ni, mi ni mratibu wa zoezi hili la Dr. Samia Mentorship awamu ya tatu kwa mkoa kwa mkoa wa Njombe. Kwa mkoa wa Njombe tuna halmashauri sita ambazo tutapeleka wa mabingwa, ambako kutakuwa na daktari bingwa magonjwa ya wanawake, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa na bobezi magonjwa ya watoto na watoto wachanga, daktari bingwa wa magonjwa ya ya koo na pua. Zoezi hili litaanza leo tarehe ishirini na sita mwezi wa tano mpaka tarehe thelathini na moja mwezi wa tano, itakuwepo kwa siku sita. Lengo la ujio huu wa madaktari bingwa ni kusogeza huduma za kibingwa na ubingwa bobezi karibia na wananchi ambako itawarahisishia Kusafiri, kusafiri mbali kufuata huduma kwenye hospitali hizo za mkoa. Lakini kutokana na, na hii kampeni ya Msamia Mentorship, hii huduma imesogezwa kwenye halmashauri ambako ni ngazi za chini. Pia ujio huu una utawasaidia uh, mentorship kwa watoa wa huduma huduma hii ya kampeni ya Dr. Samia Mentorship hasasa, ilikuwa inalenga huduma mama na mtoto, imesaidia kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga, ndio ilikuwa eneo kubwa ambayo tunalifanyia kazi. Tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kujali sana sana afya za Watanzania jali sana Watanzania wote, lakini kwa wakati huu wiki hii nzima kutujali sisi katika mkoa wa Njombe, tunashukuru sana sana sana. Na viongozi leo mlioambatana hapa mbele mbele ya meza hii kuu, ninaomba hizo salamu utazifikisha. Tunashukuru pamoja na wizara ya afya kwani Wizara ya Afya imeona kitu ambacho ni cha busara mno na jambo ambalo linatia kupita maelezo, sijui nisemeje shukrani. Ningekuwa naweza kaongea neno kubwa zaidi ya shukrani nikitamda hapa, lakini naombeli tu kunichukua shukrani yetu kama mkoa jinsi ilivyo, kwamba tunathamini sana ujio wenu na tunathamini sana huduma ambayo mtaitoa ambayo tunaamini kabisa ni huduma ya kibingwa lakini tukuka kwa ajili ya afya za wananchi wetu wa mkoa wa Njombe. Kwa hiyo tunashukuru sana na niseme tu mkoa wetu wa Njombe tupo tayari kuanza zoezi hili na kama mnafahamu katika hii wiki iliyopita e, wakurugenzi wote wetu katika halmashauri zetu sita wamekuwa wanajishughulisha kwa hali ya juu kutoa taarifa kwa wananchi ili wananchi wajitokeze kwenye changamoto mbalimbali za kiafya ambazo zinahitaji huduma za kibingwa kama hizi zinazoenda kutoa hapa. Wananchi huko wako tayari, wanasubiria kuwapokea, na mtawakuta awakuta foleni jamani, naombeni msichoke na msituchoke, na data zingine ambazo mtazikuta zingine mtaandika kama ni referral, lakini nikiamini kabisa changamoto nyingi ambazo ni kubwa na zilikuwa zinatushinda katika ngazi ya mkoa wa Njombe zitaenda kutatuliwa. Kwa hiyo kwa kipekee kabisa, tunashukuru sana. Hili zoezi lilianza nafikiri kuanzia mwaka uliopita kule, tumepata manufaa makubwa sana katika zoezi hili lakini kipekee tunashukuru zaidi kwamba hili zoezi limekuwa endelevu, na sisi tunaomba iendelee kuwa hivyo hivyo endelevu, kwa kuwa ninaamini kabisa idadi ya watumishi mliyoko kutoka sekta ya afya na ambao mmebobea katika magonjwa mbalimbali, haiwezekani ikafikiwa kwa mara moja kila mahali na kwa jinsi hii approach nliyoifanya ya kwenda kuzungukia mkoa na mkoa, mkishuka wiki nzima, mna solve problem kwa wakati mmoja, kwa karibu zaidi kwa wananchi, mnafanya jambo la baraka kubwa na Mungu awabariki sana. Watumishi wetu wa afya waliopo katika mkoa wetu Mjomo, watumishi wetu wote wa afya wapo wapatao kama 2500 hivi na waombeni wote kila mmoja ajitoe, ah, yaani awe karibu sana na ninyi ambao ni wabobezi kufanya kazi kwa pamoja kwa karibu ili kuweza kujua namna ya tatizo la kutokea katika magonjwa mbalimbali. Swala lingine ni kwamba hospitali zimejengwa nyingi katika e, mkoa wetu, kuna hospitali kila halmashauri lakini pia kuna vituo vya afya vimejengwa vingi sana, zaanati nazo zimetapakaa kila mahali. Sasa hivi vifaa tiba vimekuja kwa wingi na vingine ni advance kiasi kwamba watumishi, unakuta wengine inabidi wajifunze jinsi ya kutumia vile vifaa tiba. Kwa hiyo, ninaombeni sana mjitoe pia katika kuwaelewesha namna bora ya kutumia vile vifaa tiba ili tuweze kutoa suluhisho kwa jinsi hiyo. Tukifanya mimi naamini hata mtakapokuwa mnaondoka, nyinyi wenyewe mtatoka na confidence, mkijua wale mlioacha hapa wanaendeleza ile kazi ya ubora wa huduma za afya.